Kini hapa nataka mwone tu kwamba roho ya Bwana akamjiria juu yake, akamjiria wapi? Sio ndani, akamjiria juu yake kwa nguvu, naye akateremkia Ashkeloni, akapiga watu waume, akateremkia kule kwa, akawa na nguvu. Sometimes sio kwamba alikuwa na nguvu, alikuwa na, na nguvu kwa sababu ya zile nywele, kwa roho ya Mungu alivyokuja akaongezea nguvu zaidi. Bwana asifiwe, akapiga watu zaidi, umeona? Lakini alikuja wapi? Juu yake. Bwana asifiwe. Some Samueli tu tuopate tu, tu uhakika zaidi wa hiyo. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, kita, wa, kwanza wa, wa kumi mstari wa sita mengilu, na maandiko mengine tutasoma mwenyewe huko nyumbani. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu yeah, na utatabiri pamoja nao, na, na utageuzwa kuwa mtu mwingine, utageuzwa kuwa mtu. Lakini kwa nguvu itakujilia e, a nguvud na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Umeona? Kwa hiyo aligeuzwa kuwa mtu mwingine kwa sababu roho ya Bwana atakuja juu yako na eh, atakugeuza kuwa mtu. Kwa hiyo roho ya Bwana alikuwa akimshukia mtu, alikuwa anamgeuza kuwa mtu mwingine, anakuwa tofauti kabisa. Bwana asifiwe. Tutageuzwa kuwa mtu mwingine. Kama umejazwa basi, unajiona kabisa ni tofauti na pale mwanzoni ambapo ulikuwa jafai, ulikuwa hujajazwa.